Na ushawaiota ukiwa uchi, na sio uchi tu, bali uchi wa mnyama hmm. Basi, vuta kiti nikuelezee, ni kuelezee ile ndoto inamaanisha nini unapoota ukikanyanga makubwa makubwa ukiwa uchi. Kitu ya kwanza tunayozingatia unapoota ndoto kama ile ni muktadha, na vilevile hisia ambazo zimehusika Otapo ndoto samhio pale, kwa muktadha, inaweza kuwa kwamba huenda uh, umejiona sokoni, umepita pita huko ukiwa huna nguo yoyote, ama uko uh, pale kanisani unaongoza sifa huku ukiwa na chupi tu ama uchi wa mnyama uh, ama vilevile umejiona ukiwa kwa mkutano ukiwa na mameneja uh, na washikadau katika kampuni ama watu wa kuheshimika, lakini kidogo inatia aibu kwani hauna nguo ya pili. Hisia zako, jinsi ambavyo unahisi kama umefurahia ama umekasirika ama una ujasiri ama unahofia, hofia unajaribu kuficha ule uchi, hiyo pia inategemea sana ili kuweza kung'amua E, ukweli kamili kuhusiana na maana ama sababu ya kuota ndoto sail. Na hivyo basi, siku ya leo ningetaka nikupe mazingira matano hivi ambayo inaweza kusababisha ukajipate ukiota ndoto kama ile. Jambo la kwanza ni pale unapopata uko mdhaifu au una uwazi wa kihisia, yaani kwa lugha ya kimombo vulnerability. Unapojipata uko na ule udhaifu, hisia zako kidogo zina uwazi na wasiwasi, bila shaka kuna uwezekano mkubwa ukaweze kuota ndoto kama ile. Labda kwa kazi mpya ambayo unajiunga nayo, inaweza kuwa ni mahusiano mapya ambayo unaingia kwake na hujui kama yatakuwa mahusiano bora ama itakuwa ni mahusiano yasiyofaa, na inaweza kuwa pia ni changamoto fulani ambayo imekukuba na unajihisi mudhaifu kidogo. Hilo ni la kwanza ambalo linaweza sababisha ujione ukiwa uchi wa mnyama huku ukikanyanga mbele ya watu na ya pili inaweza kuwa uko na ile hofu ya kuhukumiwa, una hofu ya kuwa judged, ama hofu ya kuwa criticized, kule kukosolewa, na hivyo basi unapokuwa katika ile hali, labda hutaki kuhukumiwa kwa jambo fulani ambalo umelifanya, ama hutaki kuhukumiwa kwa jambo ambalo hujalifanya hutaki kukosolewa ama hutaki ufanye makosa ujipate unakosolewa, basi lile pia linaweza sababisha ukajipate unaota ukikanyanga sokoni ama baina ya uh, wenzako kazini ukiwa uchi tena wa mnyama. Na vilevile la tatu ambalo linaweza sababisha ujipate unaota ukiwa uchi inaweza kuwa wewe ni mtu mkweli sana, wewe ni mtu asiye msili, wewe ni mtu mwenye uhalisia, hutaka kuwa na uhalisia, mtu ambaye bila shaka anataka tu mambo ya uwazi, hutaki ha, hata kidogo kuwa mwongo. Basi kidogo kuna uwezekano sababu ya ule uwazi ujione ukiwa uchi. na la nne ni pale unajipata kwamba una aibu fulani na kidogo unakosa kujiamini. Iwapo umefanya jambo fulani uko na aibu kulihusu, ama unafikiria kufanya lakini unaona ni jambo lenye aibu, kuna uwezekano mkubwa ukaote ndoto ukiwa uchi, na hapo utajipata kidogo E, ni katika ile hali ambayo unaogopa ogopa unajaribu kuficha ficha ule uchi, unaona aibu. Hilo linamaanisha huenda wewe ni mtu anaogopa sana, ama anaona aibu fulani, au kidogo wewe si mtu kujiamini. Mm-hmm. Na la tano ni uwezeshaji. Kama wewe umewezeshwa sana, wewe umejiamini sana basi unaweza jipata pia unaota ndoto ukiwa uchi. Hili ni kinyume ya lile la nne, kwani lile la nne ni ukiwa hujiamini, uko mdhaifu, lakini nalo hili la tano ni mahali ambapo umejiamini sana, umewezeshwa sana. Na tofauti ya hili na lile la nne ni kwamba katika hii kutakuwa ukitembea sokoni, ukitembea barabarani huku uchi wa mnyama, lakini hujali, uko gangale, unakanyanga dunia kama ni yako, lakini huna hata chuki na uko sawa. Kuna kitu ambacho uh, kinakutisha. Hii inaweza kuwa ni ishara ya uwezeshaji ama empowerment, na vilevile vile kujiamini kuzidi kiasi, hmm? na hivyo basi Unapoota ndoto kama ile, kama tuliposema pale awali, ni vizuri kuangalia hisia zako zikoaje, umefurahia ama kidogo lile limekukasirisha? Wakati ulikuwa pale kwa ndoto, ulikuwa mkakamavu ukiwa uchi ama ulikuwa kidogo unaona haya na unajaribu kujifichaficha? Uh, haya yatajaribu kukuelekeza na kujaribu kung'amua, kujua uh, ile ndoto inaweza kuwa ilikuwa inaashiria nini.